Uh, kwa jina naitwa Francis Laswai ni mchumi kutoka idara ya sera na mipango, na pia ni afisa bajeti inayoshughulikia masuala ya chanjo kutoka idara ya sera na mipango uh, nimenufaika kuhudhuria mafunzo uh, ya kwa vitendo uh, yanaitwa kama HCD ambayo ni namna ya kutatua changamoto kwa kuwashirikisha wenye changamoto. Tumebahatika kuwa na CHW, tumekuwa na wazazi, tumekuwa na wazazi, tukimaanisha wa upande wa mwanamke ambaye ndo hususan anashughulika ana na kupeleka mtoto kliniki kwa ajili ya kupata chanjo, lakini pia tumeweza kuwa na wababa wakiwawakilisha wakiwa, wababa wa familia ambao mara nyingi ndo wanatakiwa kuwahimiza uh, wa, wa, wake zao kuwapeleka watoto chanjo pale muda muda unapofika, lakini pia tumeweza kuwa na sungusungu, ambapo kwa upande wa, wa halmashauri ya Ushetu sungusungu ni jeshi sungusungu, uh, ni kama mgambo ambao wanasaidia sana kuhimiza watu kwenda kupata chanjo na pale mtu anapokuwa hayuko tayari, wanakuwa na by laws ambao wamejiwekea ili kusudi kuweza kuona namna gani ya kuhakikisha anakwenda, lakini pia tumeweza kuwa na wadau mbalimbali, wameyataja wengine. Okay. HCD ni mpango mzuri sana na unatakiwa kuendelea hasa kwenye halmashauri zinazoonekana zina changamoto kama ilivyo Ushetu. Kwa hiyo ni, ni, ni, ni jambo jema sana ambalo litainua uchanjaji na kunusuru watoto kutokana na athari zinaweza kujitokeza kutokana na kutokupata chanjo. Kwa hiyo mpango huu ni vyema ukaendelea hata kwenye maeneo mengine ya halmashauri nyingine zote ambazo inaonekana uchanjaji uko chini. Ndio tulipotoka, tulipo, tulipo, tunapoelekea, tunajenga taifa imara lenye afya.